Mama, karibu TOC Television. Naomba jitambulishe, wewe ni nani katika kamati ya Olympic? Asante kunikaribisha katika TOC Television. Mimi jina langu ni Irene Jackson Mwasanga, ni mjumbe kamati ya Olympic Tanzania na vivyo hivyo ni katibu uh, wa kamati ya ufundi ya Tanzania Olympic Committee. Kuelekea maadhimisho ya siku ya Olimpiki kama kamati mmejiandaje? Wow, kama kamati, kwa kweli siku ya Olimpiki tunaposherekea, yaani ni kila mwaka tunakuwa na hamasa kweli, kwa sababu inafanyika kila mwaka tunaadhimisha siku ya kuzaliwa ya Olimpiki. Kwa hiyo tuna hamasa na sasa hivi tunaipeleka Dodoma, makao makuu, kwenye mji mkuu, kwa mama yetu mwenyewe tunahamasisha wanawake wote washiriki, wanaume wote washiriki, vijana na watoto wote washiriki, kwa sababu ni siku ambayo kwa kweli inakuwa ni ya furaha. Tunasherekea yaani afya, urafiki, undugu, yaani ni siku nzuri. Nawaita wote wajumuike pamoja nasi maadhimisho hayo kitaifa makuu yatafanyika lini? Yanafanyika siku ya tarehe ishirini na moja siku ya Jumamosi, mwezi wa sita, mwezi wa Juni, huko kwenye uwanja wa Jamhuri, Dodoma. Karibuni wote, kuna furaha kubwa. Karibuni sana.